Naitwa Ziriwa Pita Machibia, ni kamishna msaidizi Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya. E, Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya inatumia nguzo kuu nne katika kupambana na dawa za kulevya. Nguzo ya kwanza ni kupunguza upatikanaji wa dawa za kulevya, nguzo ya pili kupunguza uhitaji wa dawa za kulevya, nguzo ya tatu kupunguza madhara ya dawa za kulevya, na nguzo ya nne ni ushirikiano wa kimataifa na kitaifa. Katika nguzo ya kwanza kupunguza uh, upatikanaji wa dawa za kulevya tunafanya operesheni nyingi, na nataka tu nikupe takwimu angalau ambazo kutokana na ukamataji na operesheni ambazo tunazofanya tumeweza kufanikiwa. Kwa mfano mwaka 2024 pekee tumekamata kilogramu milioni 2 laki 3 27 983.8 Hizo ni dawa zilizokamatwa ambazo ni mchanganyiko, inahusisha hashishi, cocaine, e, dawa tiba zenye asili ya kulevya, heroin, methamphetamine, skanka, mirungi na bangi. Kwa hiyo kwa mwaka wa 2024 hali iko hivyo, lakini katika kupunguza e, upatika, uh, uhitaji wa dawa za kulevya tumeweza kufanya mafunzo kwa watu wengi sana karibia milioni 28 nchi nzima, kutokana na uwezo wa kanda ambao umewezeshwa mkubwa, e, zimewezeshwa kanda kutoa elimu katika maeneo yao. Kwa hiyo tumefikia wat, takribani watu milioni 28. Kwa hilo watu wakielewa, watu wakielewa wakipata elimu maana yake ni kwamba hawatakuwa na uhitaji wa dawa za kulevya na tutakuwa tumefanikiwa sana. Lakini vilevile kuna nguzo nyingine ya kupunguza madhara e, yatokana na dawa za kulevya. Tumejenga mpaka sasa tuna mat clinic ambayo ni medical assisted therapy 18 ambako waraibu kama 18000 wanapatiwa tiba kwenye eneo lile. Na katika ushirikiano, ndio maana tunafanikiwa hivi kupa, kutokana na taarifa tunazopata mbalimbali kutoka ndani ya, ya, ya, ya nchi kutoka nje ya nchi, kwa sababu tunapata taarifa nyingi ambazo tunazitumia kufanikiwa kutokana na takwimu ambazo kama takwimu ambazo nimezitaja hapo. E, mapambano haya yanaenda sambamba na uteketezaji wa mashamba mbalimbali ambapo kwa mwaka kama 2024 na tuiteketeza takriban eka e, ekari elfu nne na mia saba ambazo tuiteketeza hizo na mashamba ya, ya bangi. Kwa hiyo katika kuteketeza huko, maana yake tunazuia usambaaji wa dawa hizo katika jamii. Lakini mafanikio mengine ambayo naweza nikasema kwa takwimu ni mafanikio ya ukamataji wa, wa mali za watuhumiwa ambapo tumeweza kukamata magari 31, kukamata viwanja 25 kukamata pikipiki arobaini nyumba 21. Hawa ni mafanikio makubwa ambayo mamlaka imeweza kufanikiwa na nitoe tu wito kwa jamii wawe na tahadhari kubwa, kujiingiza kwenye biashara ya dawa za kulevya, kwa sababu tuko macho na serikali imetuwezesha kufanya kazi hiyo.